nguo nguo, nitakupa nyingi. Unajua kila kitu iko na wakati yake, waanze kuona wengine, sipendi kuvaa vizuri, na wewe una shughuli nyingi kama mwanaume. Hiyo sio shida nguo. Najua nguo, mimi siwezi angalia kwanza. Mimi venye nikwambia wewe, ndo napenda peke yako uko na maanisha, siwezi angalia mtu kwa vile amevaa vizuri, kwa sababu mimi sipendi nguo, mimi napenda wewe. Okay, ni sawa nimesikia, mm -hmm. Wikendi ijayo tutaenda tuone nguo venye napatikana mm -hmm. Alafu mimi naenda kumtembelea rafiki yangu, iko na rafiki yangu anaishi huko Nairobi, lakini sasa mara yeye amerudi, so alikuwa ameniambia amerudi, so naenda kumtembelea maho. Tutende wote. Lakini najua hasa venye niliongea nae ilikuwa Ay, imepangwa kwamba naenda na wewe yani ilikuwa tu kutembea tembea na mekani, nimeboeka, sasa unajua huko suko kuku, kwa simu, na, na so, lafuna, rudi, Tuzai, na kwa simu kuboeka na namna gani? Si naenda tu halafu, Okay, okay, ni sawa okay, ni sawa tunaweza enda.

Mbona nyumba ni kwa sawa kwetu? Eh, nyumba hii hapa si mimi siyo siku ya kwanza kuja hapa. Kwa miti ya bidii, nyumba inakaa vizuri. Bidii nimeweka, eh? Nimeweka bidii sana kwa sababu Tony ni rafiki yangu kutoka zamani. Unaona ni kitchen nzuri, ina kabati nzuri. Na wewe unasidisha hapa.

nifanya jambo la muhimu sana, jinsi tu nilivyokuagiza leo ujamtembelea. Najua huko na ufahamu kwamba niko naye kimarai, mesha fanya ile kitu pa vizuri sana. Ya yeah. nifanya jambo la muhimu hivi, aku fiti yuko sawa. Ya hii ni mtu ambaye na lazima kitu iko sawa sawa natashashai mapema a manake hizi zetu kama makosa sana, kwa maana umeona, leo hii tumesema nije naye. Zile siku zingine nilikuwa nakuja peke yangu kwa sababu wakuwa, lakini kwa vile ako ameshakuja

anajina nzurimshemeji nanakanyumbayao ni mzuri atbiina <laughs> yeah, nyumba yeah. mzurisafapendeza a nashukuru yeah. aane najua wakati mwingine ni so, so, kujikaza tu. Alafu isitoshe hii ni nyumba yangu ya kuanzia, bado nataka kujenga nyumba kubwa nwaishipekeaaunashemeji ndanimsjikaa ningependa mwenzangu pia bidii kama wewe pia ungependa kushika katika maisha, na wala usikuwe na haraka na maisha, maanake nilivyorudi mimi nataka kuhakikisha kwamba pia naye anafika mahali nilipofika mimi. yeah. yeah. mm-hmm. sh mwenzanu <laughs> hilo lisikupe wasiwasi wasi. Ukifika wakati wa kumtambulisha, basi mtamjua tu. Nilivyoona nyumba iko safi nikajua tu kuna mtu lazima anafanya usafi. Huu usafi ni wangu tu mimi mwenyewe. Nilivyo hivi basi lazima pia nyumba yangu ifanane kama mimi mwenyewe. Na kama mtu ambaye amejipanga kabisa. Ha, ukiwa mwanaume lazima uwe mtu wa kujipanga. Unafaa. Mwanaume mm -hmm. Usafi pia. Maswali mengi kulikoni? Us t unajua maswali lazima watoto wakipaka kuuliza. Ya, nah. ya ma... ameshangaa wa sana. Mimi najipanga pia namwambia hivi karibuni pia kwake itakuwa namna hii, tutapenda maisha mzuri, tutapenda maisha ya raha sana, mwanaume ambaye anajua kushughulika <coughs> na ku

Umechanganyikiwa? Kuna mtu hivi? Tutaondoka hapa sasa hivi. Kuondoka mapema. Nataka tuondoke kwa, kwa sababu muda umeshafika na weather pia ikubali. Hivi, mimi ndo nimekuleta

Nitumie nguvu sio ndio? Sema twende. Rafiki yangu sio hivyo bana. Okay, rafiki yangu hivi sio rafiki yako ni rafiki yangu mimi nitakubaki mchezo mnanichezea nilikuwa nakuleta kwa boyfriend ama hii ni hmm. kwa kwa ama, ama, ama mpango ba mmejiona kitambo mimi na, na kuheshimu sana na tusizidisha zaidi hapa kwa sababu wewe ni rafiki yangu sana

Brasa, tunakusanya wapi tena wakati mimi nakurekebisha tu?